Hapa no. Kuisuka ni rahisi sana. Naomba nikufundishe njia rahisi jinsi ya kusuka nywele hii. Angalia video hii mpaka mwisho. Mwanzo utasuka nywele ya mteja wako mistari, alafu chukua rasta yako ya Natural Twist kutoka Darling Tanzania, sawa. Ukitaka ufupi ule ambao nimeutumia mimi, una uwezo wa kuitumia nywele moja ukai suka tu urefu vizuri, alafu baadaye tutakuja kuikata kwao, tutakata kulingana na urefu ambao tunauhitaji, lakini tunatumia sindano ya crochet. Sawa, chukua sindano ya crochet, patika kama hivi alafu ibane nywele yako, alafu, ifunge mara kwanza, mara pili. Mara nyingi huwa anapenda kufunga nywele mara mbili kwa sababu kwanza inadumu muda mrefu, sawa. Alafu tutaanza kuitwist hivi Umeona? Kwa hiyo twisti mpaka mwishoni. Ukitwisti mpaka mwishoni nywele yako itakusaidia, hata ukija kukata utaangalia unahitaji labda ni ni ndefu sana au unahitaji ni fupi sana, unajikuta zile nywele zako zote zinakuwa zimelingana. Njia hii napenda kuitumia kwa wale wanafunzi ambao mnaanza kabisa kujifunza kusuka, hujui sasa hujui kusuka, lakini tayari umeshajua kusuka nywele ya mkono, umeshajua kutwist kama hivi, umeshajua kupishanisha nywele kama hivi, sawa? Au umeshajua kusuka nywele za kutumia sindano ya crochet, kwao ni rahisi sana. Naomba nikukumbushe, mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Kwa mafunzo bora ya urembo na ususi, tunawakaribisha sana chuoni kwetu. Karibuni sana, sana, sana. Sasa zingatia kuipangilia nywele Tunaelewana, usije ukaweka sehemu nyingine imejaa, sehemu nyingine hakuna. Jitahidi kuipangilia nywele yako ikae vizuri. Kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na chuo chetu, chuo kimesajiliwa, tupo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha mambo yote ya saluni, na tunapokea mwanafunzi hata kama hujui kabisa. Kuna idea. Jamani, wazazi walezi, watoto wamaliza darasa la saba, kuna ambao wanamalizia form 4. Karibuni sana mwalete watoto. Kuna wale ambao kina mama mpo tu nyumbani, huna ujuzi wowote wa, njoo ujifunze kusuka, njoo upate ujuzi, utasuka hata kibarazani. Kila kitu kinawezekana, sawasawa. Lakini pia sasa nimerudi rasmi ya nikuwa nimewasusa sana upande wa YouTube. Kwa wale ambao mnahitaji kujifunza zaidi, unahitaji kujiunga na magrupu yetu, ni bure kabisa, lakini hakikisha umeingia pale YouTube, umetafuta Farida Othman, gusa button iliyoandikwa subscribe, alafu mafunzo mengi mengi mengi zaidi utaendelea kuyapata pale, kisha nitumie screenshot kwa kwenye namba ambao unaona kwenye screen, nitakutumia linki ujiunge na magrupu yetu Sawasawa. Kama bado hujatumia linki, tuma message kwenye namba ambayo unaona kwenye screen, njoo kwenye magrupu. Umeshajifunza kusuka kama hivi, tuma feedback yako kule; wapo wasusi, wapo wanaojua zaidi, yani wapo wasiojua kabisa. Kwao tunakutana wote, tunaongea lugha moja. Karibuni sana, sana, sana. Okay. Kwa hiyo nitamalizia kuitwist nywele yangu kama hivi ambavyo unaona. Kisha nilikwambia nitakata mwishoni. Nakata kwa sababu nataka zilingane tunaelewa nani nataka, nataka nipate saizi moja sawa. Kwayo nitazinyoosha vizuri. Na nimetwist size ya wastani, sio ndogo sana, lakini sio kubwa sana, imebalance fulani, na ndio ilionipa muonekano mzuri. Naweza kutumia spray ya pombe kama hii ambayo unaiona kuifanya nywele yako ilale vizuri, sawa. Sawa. Alafu nenda kaikate. Kata kama hivi. Balance vizuri. Usikatekate tu ovyo, sawasawa ya kata kama hivi hivyo vizuri, alafu mwonekano wa mwisho ni kama huu hapa. Mdada alipendeza sana. Karibuni sana, mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Sisi tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha njoo, njoo ujifunze, njoo jipatie ujuzi wa kudumu. Asante na endelea kujifunza nasi, kwaherini.